Naye naibu wa rais Kithure Kindiki amewahimiza Wakenya ambao hawajajisajili kama wapiga kura kujitokeza na kufanya hivyo kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Akizungumza katika kaunti za Murang'a na Kilifi, Kindiki amesema ni kupitia kura tu ndio Wakenya watawachagua viongozi watakaowaletea maendeleo. Semi sawia zilisheheni katika kampeni za kupiga jeki makundi ya kina mama katika kaunti za Busia na Homa Bay. Stephen Letoo na taarifa hiyo Acha nione wale wanasema tuttt. Eneo bunge la Ganze, kaunti ya Kilifi, ndiko ngoma ya Kenya Kwanza ilirindima. Huku naibu rais Profesa Kithure Kindiki akitumia jukwaa hilo kuwahimiza vijana kujitokeza na kujiandikisha kama wapiga kura. Nawasihi, kitambulisho na kura ndiyo ngao yako na ndio inakusaidia kama silaha ya kuchagua kiongozi ambao unamtaka na kuondoa mwenye utaki. Kindiki ambaye awali alikuwa katika kaunti ya Murang'a amesema tayari tume ya uchaguzi IBC imekita kambi katika maeneo bunge yote 290 kuwasajili Wakenya. Kitambulisho ndiyo, ndiyo, ndiyo bunduki yako na kura ndiyo risasi yako ya kupigana na uongozi mbaya na kuhakikisha umechagua viongozi ambao wanajali masilahi yako. Aidha, Kindiki pamoja na kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ishungwa wamewataka wapinzani wao kuikosoa serikali kwa njia sahihi. We must be corrected with facts, not through lies. Tunachagua serikali ili ibadili maisha yetu, mahali hatukuwa na soko tupate soko, mahali hatukuwa na barabara ya rami tupate barabara ya rami katika kaunti za Teso na Homa Bay. Viongozi wengine wa serikali walishinikiza Wakenya kujiandikisha kupiga kura na kuwataka wafuasi wao kuhakikisha kuwa hakuna yeyote aliyehitimu umri wa kupiga kura anakosa kujisajili. Sasa, wale ambao hamna vipande, hata ukiwa mama kutoka ng'ambo, kama umeolewa na Mkenya, wewe ni Mkenya, uende uchukue kipande yako, uende ujiandikishe kupiga kura, uweze kuchezea nafasi yako Serikali imefungua, ama wati IBC wamefungua. Nyinyi wateso, mjiandikishe, wakenya mjiandikishe. Juzi tumeona president mstaafu Uhuru Kenyatta anadanganya wa Kenya, yeye aliacha hii aliacha hii, Uhuru aliacha Kenya kama inateseka na bei ya vyakula ikiwa wapi, Stephen?